Kwao tatu mzuka kokote walipo, natoa onyo, tunahitaji wananchi wa Arusha wawe na usalama. Kama huna kazi nyingine unategemea kazi ya tatu mzuka, kwenda kuvamia watu na kupora watu na kujeruhi watu, sio katika mkoa wa Arusha, tafuta kazi nyingine. Na katika hili namwagiza eh, kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, OCD Arusha, isiwe sehemu ya tatu mzuka. Wafanye kazi zinazostahili kufanywa, kama ni bodaboda wafanye kazi za bodaboda. Lakini tatu mzuka, nikiwa mkuu wa mkoa marufuku. Nitakula nao sahani moja, na nikiongea na maanisha, atakayejaribu ajaribu. Tunataka usalama. Mkoa huu una watalii, mkoa huu una wageni, hatutaki sifa mbaya ya kupora watu wanaopita wanatembea, alafu wanafanya he, nani? Kwa hiyo, nanyi mmeeleza, wanafanya uhalifu, mmeeleza kwamba mlikuwa na adha ya kutoka hapa mwende mjini mkutane na tatu mzuka. Stendi itakuwa kwenu hapa. Kwa hiyo, wakati tukielekea huko, nikiwa mkuu wa mkoa, ninawahakikishia wananchi wa mkoa wa Arusha hakuna tatu mzuka atatamba katika mkoa huu. Tutashughulika nao, waache mara moja, na tamko hili liwafikie tuta